Za ali, bait kama mashehe zao maimamu wao walikufanya nini walikokwenda, lakini mmemsikia Shekha mali amesema macho hayajawahi kumuona mtu za mazili aliye mbora kama Imam Jafari, masikio anasema hayajawahi kusikia za mazili